Karibu mpendwa wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano, juma la 13, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 21, aya 5 na aya ya 8 hadi ya 20, na injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 8 aya ya 28 hadi ya 34. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipofika ng'ambo, katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Basi kulikuwako mbali nao kundi la nguruwe wengi wakilisha. Wale pepo wakamsihi wakisema, ukitutoa tuache twende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Akawaambia, nendeni. Wakatoka wakaingia katika nguruwe, na kumbe kundi lote wakatelemka kwa kasi gengeni hata baharini wakafa majini, lakini wachungaji walikimbia wakaenda zao mjini, wakazieneza habari zote na habari za wale wenye pepo pia. Na tazama, mji wote ukatoka kwenda kumlaki Yesu, nao walipomwona walimsihi aondoke mipakani mwao. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Ndugu wapendwa wa karibuni, tutafakari pamoja sehemu ya maandiko matakatifu siku ya leo Tuongozwe na wazo kuu lisemalo damu ya Kristo mshinda mashetani, utuokoe. Juzi tumemaliza mwezi wa sita kwa huruma za Mungu, mwezi ambao Mama Kanisa ameweka rasmi kututafakarisha kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo ni alama ya upendo, hivyo tunapotafakari moyo mtakatifu wa Yesu tunatafakari upendo wa ajabu usio na kikomo wa Mungu Baba anayetupenda sisi na kuamua kumtoa sadaka mwanae awe upatanisho wa nafsi yake na sisi wanadamu wa dhambi tusiostahili, lakini ambao anatupenda. Jana tumeanza mwezi wa saba, mwezi ambao Mama Kanisa anatualika kutafakari damu azizi ya bwana wetu Yesu Kristo. Ni damu ya thamani ambayo Kristo alimwaga ili kutupatanisha sisi na baba yake. Kwa sababu zamani watu walipotolea sadaka katika agano la kale, walitoa kondoo, walitoa ng'ombe, walichinja njiwa, lakini Mwenyezi Mungu alipotaka kuweka agano jipya na sisi, hakutaka kutumia tena damu ya ng'ombe kondoo, na ng'ombe, bali alitaka damu isiyo na mawaa itupatanishe sisi naye ndipo alimtuma mwanaye mpenzi Bwana wetu Yesu Kristo kuishi, kutuonyesha mfano na kufa msalabani, kifo cha aibu cha kikatili na cha ajabu kwa ajili ya kutupatanisha sisi na nafsi yake. Hivyo wapendwa, ndiyo maana hapo mwanzo nimewalika, tutafakari dhima isemayo damu ya Kristo, mshinda mashetani, utuokoe. Katika somo la injili tulilotoka kulisikia hivi punde, tumeona Kristo akitoa mapepo kwa watu wawili ni maeneo ya Genesareti. Ni dhahiri kwamba hii ilikuwa ni nje kidogo ya nchi ya Israeli. Ndio maana tunaona hawa watu wanafuga nguruwe kundi kubwa kwa sababu isingekuwa rahisi kwa Mwisraeli ambaye Taurati inamkataza asile kitimoto, asile nguruwe. Huyo huyo tena afuge nguruwe. Hivyo hii ilikuwa ni nje ya Waisraeli. Na baada ya kuwatoa wale watu pepo wachafu, wale pepo walimwomba Kristo, uturuhusu twende tukawaingie nguruwe wao. Hawamwombi warudi wakakae sehemu za mateso walipotoka kabla ya kuingia katika viumbe vyenye mwili vya dunia hii. Na Kristo anawaruhusu, sawa, nendeni wanaenda na mkutano wa mji unapewa habari za tukio lile. Wao wanapokuja na kumwona, wanashangaa, huyu ni mtu wa ajabu, na wanamkataa hapana, ondoka, usikae kwetu sisi, kwa sababu pengine utafanya maajabu makubwa zaidi, na wao ni hofu kwamba hayo atakayo yafanya pengine ataleta athari gani kwao, katika jamii yao, na hivyo wanaamua kumfukuza, kwa sababu wao hawafahamu kuhusu Masiha tofauti na Mwisraeli yeye ambaye anatamani Masiha aje ili ampe wokovu na amwokoe, ingawa katika utawala wa kisiasa bado haikuwa katika utawala aliyomaanisha Kristo kuwapatanisha taifa la Israeli na watu wote duniani na Mwenyezi Mungu. Ndugu wapendwa, hiyo ni kwa kifupi katika somo la leo katika magumu yetu. Tuikimbilie damu ya Kristo itatuokoa. Wimbo wa katikati siku ya leo kutoka Zaburi ya 34 aya 6. Kitikio kinasema, maskini huyu aliita Bwana akasikia. Sisi sote ni maskini. Mtu anaweza akajiuliza, mbona mimi nina hela, mbona mimi nina afya, nina uhai. La hasha, tumevipewa tu kwa huruma zake. Muda wake utakapofika atavichukua na kubaki navyo. Anachotaka sisi tuvifanyie kazi Haijalishi afya zetu nzuri, miili yetu mizuri na tunaipenda tunaivalisha na kuilisha na tunaijali, akili zetu ndogo ambazo tunajivunia na kuona sisi tunaweza tukafanya mambo makubwa, iwe ni zawadi ya familia wanaotulea, ama waliotupokea, ama waliotuzaa, wawe ni wazazi wetu wawe ni ndugu zetu, kaka na dada zetu, marafiki tunaokutanishwa nao katika mihangaiko ya maisha, wote hawa sio wetu sisi, au sio vyetu sisi. Ni Mwenyezi Mungu ameturuhusu tuwe navyo kwa huruma zake, ili na sisi tufurahie maisha mafupi ya hapa duniani, na tuvitumie vitu hivi kwa ajili ya kujiweka karibu naye na kumtafuta yeye, ili vitupatie mastahili ya kwenda mbinguni. Hatupaswi kuvifanya vitu hivi kipaumbele, ila Mungu ndo awe kipaumbele cha kwanza. Sio akili yangu ndio muhimu kuliko chochote, nikikosekana mimi wengine hawafanyi kitu? Au hapana, afya yangu ndo kila kitu? Mwenyezi Mungu kwanza, mengine yote yatafata baadaye. Wazazi wapo, Mwenyezi Mungu kwanza, iwe ni watoto, iwe ni magari, ni hela ni elimu Mwenyezi Mungu kwanza vingine vyote baadaye. Sasa inapotokea mwanadamu vitu alivyo navyo vinatetereka, mathalani ni afya, ni akili, ni vipaji, ni karama, ni marafiki, inapotokea vimetetereka, mwanadamu huyu daima huingia katika mgongano wa fikra na nafsi, nini afanye? Katika wakati huu suluhisho pekee ni kumrudia yeye aliyekupa vitu hivyo, ambaye ni Mwenyezi Mungu. Ndiposa utamuuliza, afya yangu inatetereka, nifanye nini? Elimu yangu inatetereka, nifanye nini? Ndugu jamaa na marafiki wameniacha, nifanye nini? Na kadhalika. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye atakayetupa jibu sahihi na namna gani ya kupata suluhisho makini na kuweza kuturejeshea sisi furaha na zaidi kilicho muhimu amani ya nafsi, ili hata kama vyote vinatetereka, amani nafsini mwetu iendelee kubaki na muungano wetu na Mwenyezi Mungu uendelee kubaki imara. Tunaliona hilo pia katika somo la kwanza siku ya leo, ambapo Hajiri yule aliyekuwa kijakazi wa Sarai, baada ya kumzaa mwanaye Ishmaeli, Sarai anaona wivu kwamba haiwezekani Ishmaeli aje arithi pamoja na Isaka mali za familia mali za Ibrahim, na yana Ibrahimu na yee anamwambia Ibrahimu, muondoe huyu binti ye na mtoto wake, sitaki kuwaona wasije wakarithi mali zangu. Ibrahimu wakupenda lakini aliti na alipomfukuza Ishmaeli, anafika jangwani, ule mkate na kiriba cha maji alivyokuwa navyo vimeshakwisha. Anaona mwanaye atakufa na ye analia kwa huzuni na namwita Mungu kwa kumaanisha, na kweli Mwenyezi Mungu anamsikia, anamtuma malaika yake, anamwonyesha kisima ambapo wanapata maji na wanakunywa, na wanapata makazi kule kule jangwani, na yule kijana anakuwa, ndipo yule kijana anaitwa Ishmaeli, manake Mungu anasikia kilio kile cha Ishmaeli, kusikiwa na tamanio la wale ndugu waliokuwa na pepo katika injili tuliyosoma leo Vituhamasishe sisi pia kumtafuta Mwenyezi Mungu na kumwita yeye. Atatuokoa kivipi? Tumwite Mwenyezi Mungu daima. Kwanza ni lazima tujitakase, ili maombi yetu yatoke katika vinywa safi na katika mioyo safi. Lakini pili, tusali na kuomba kwa imani na kwa kumaanisha, sio tufanye sala au maombi kama kujaribu. Tukijibiwa sawa. Tusipojibiwa sawa hapana. Tufanye kwa kumaanisha, lakini ni lazima pia kushiriki masakramenti, kupokea komunyo takatifu takatifu, kusali misa takatifu, ili tupate nguvu itakayotuwezesha sisi kupingana na majaribu na shida tunazokumbana nazo. Haijalishi unapitia umaskini uliokithiri, ama afya ni mgogoro ama unasumbuliwa na nguvu za giza, kama tulivyoona leo, ni wachawi wanakusumbua wewe, unaona daima mauzauza yanajiri kwako, kazini, kwako shuleni, kwako masomoni, kwako popote pale, haijalishi unaona nguvu za giza sasa wewe zinataka kufanya ni makao bado, haujachelewa bado una nguvu ya kuvishinda hivyo, ililie damu azizi ya bwana wetu yesu Kristo. Itakupigania. Uwe ni ugonjwa ambao hospitali wamesema hii sasa haiwezekani, mpendwa, jipatanishe na Mungu, sali kwa kumaanisha, nenda kapokee kwa Komunyo Takatifu, nenda kaabudu katika Yesu wa Ekaristi. Mungu hatakuacha, anajua yeye atakachokifanya, na endapo anataka ugonjwa huu uwe ni sehemu ya wewe kumrudia yeye kwa kuishi maisha mazuri, ama kwa kuenenda namna inavyompasa ama kwa kujiandaa wewe na dada mauti, utakapofariki akukute katika hali inayostahili. Ni afadhali kuliko kufariki tukiwa hatustahili hivyo. Nenda kamwite Kristo wako, kaite damu yake azizi. Yeye mwenyewe anajua namna gani anataka akuokoe. Watakatifu Gaspari del Bufalo, Maria de Matias na mwenye heri Yohane Merlini, Mitume hodari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, mtuombee. Damu ya Kristo mshinda mashetani, utuokoe. na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Festus Maiga, frateri wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!